na baada ya suluhu sare ya goli mbili kwa mbili kati ya wenyeji Simba dhidi ya Azam FC katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, wataalamu wa mambo wanakuambia Simba Sports bado yupo kwenye mbio za ubingwa msimu huu 24 25, mpaka sasa amekusanya alama 20 amekusanya alama hamsini na moja, tofauti ya alama kadhaa na Yanga ambaye yeye ana alama hamsini na tano. Endapo Simba akishinda mchezo wake wa kipolo basi atafikisha alama hamsini na nne, Yanga atakuwa na hamsini na tano, lakini maamuzi makubwa yanategemea kuamliwa katika mchezo ambao Simba na Yanga watakutana e, tarehe nane ya mwezi wa nne, mchezo wa dabi ambao kila mtu anahitaji ushindi ili kujihakikishia anatengeneza njia nzuri, njia bora za ubingwa msimu huu 2024 na 2025, ikiwa ni msimu mwingine bora, msimu mwingine mzuri, vilabu mbalimbali nchini Tanzania vikiendelea kufanya vizuri e, katika michezo hasa michezo ya nyumbani e, timu nyingi zimekuwa na discipline sana katika michezo yao za nyumbani na kuchagiza pata matokeo pia usisahau kwamba ligi hii ni ligi nambari sita kwa bora barani Afrika baada ya Misri, Moroko, Tunisia, e, e, nchini Afrika ya Kusini. Tanzania pia ipo katika orodha ya ligi e, sita bora, huku yenyewe ikishika nambari sita. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya komenti. unafikiri hii imekaaje kwa upande wako ewe shabiki wa soka nchini kwetu Tanzania msimu huu wa 2425.